mdori wenye balaa sehemu ya saba ilipoishia bosi alininyonya kisimi asikuambia mtu kilichozidi kunidhatisha ni kitendo cha kichwa chake kuwa ndani ya sketi yangu kwa hiyo alivyokuwa akipumua basi ule upepo wote wenye joto nikawa na uhisi basi tumbua likazidi kulowa balaa Bosi alininyonya kisimi bila haibu wala kinyaa, mpaka nikaanza kulia na kupumua juujuu kama nyoka aliyekuwa akijiandaa kumshambulia chura mkubwa. Utamu ukanikolea ile mbaya, nikawa na jinyonganyonga mpaka baadhi ya mizigo ya nguo ikaanza kuanguka. Bosi kuona hivyo akajitoa kwenye papuchi yangu na kunipa mdomo ile, na upokea tu tayari, pembe lake lilikuwa ndani ya kitumbua. Endelea. Basi bosi alinichapa mechi ya maana mpaka nikakubali kweli alikuwa kidume na baada ya kumaliza alitoka na kuniacha kule store akaenda bafuni. Baada ya kutoka na mimi nilitoka nikaingia zangu bafuni nikaoga na kubadili nguo. Nilienda kwenye kauta yangu na kukuta wateja wengi wakinisubiri nikaanza kuwahudumi na baada ya kumalizana nao walikuja wateja waliohitaji kuonyeshwa mavazi. Walikuwa wanaume hivyo nikawapeleka katika sehemu ilipokuwa midoli ya kiume. Basi wakapita na kuchagua nguo kwa staili waliona inawafaa. Baada ya kuchagua, waliendelea na zoezi hilo. Nikampita mdori Mathew na nilipoangalia ubavuni mwake nikajua ni kwa sababu ameniona. Basi mi nikapita zangu na kuendelea na mambo yangu. Ilikuwa kama mida ya saa kumi na moja na nusu hivi. Muda huu pale dukani hakukuwa na wateja kabisa, yaani siku hiyo haikuwa na wateja wengi. Basi nikajiegemeza kwenye kiti changu ka usingizi kakanipitia, lakini ile ndio usingizi unataka kunikolea vizuri, mara nilisikia sauti za msichana akilia kimahaba. Mwanzoni nilijua ni sauti ya foni nilizoweka masikioni, lakini baada ya kujishika masikioni niligundua sikuwa nimevaa foni. Basi nikajikuta navutiwa kusikiliza kwa ukaribu zaidi, nikagundua zilikuwa zinatokea kwenye ule upande ilipokuwa midoli. Huona hivyo usingizi ukaniisha nikajua tayari kuna mtu kashaniibia mdoli wangu. Nilipoangalia kwenye kaunta aliyokuwa anakaa Umi sikumwona zaidi ya Hanifa aliyekuwa bize akichezea simu yake. Oi Hanifa, Umi yuko wapi? Hata sijui. Na bosi? Bosi katoka kasema hajisikii vizuri sijui kama atarudi leo, Hanifa alinijibu. Basi nikajua moja kwa moja Umi atakuwa kwa mdoli madheu kule, na inawezekana alikuwa akizagamuliwa na huyo mdoli, maana sio kwa sauti nilizozisikia. Basi nilitoka nikiwa natembea haraka haraka na visendo vyangu vya shanga, kidogo nianguke kwa mtelezo. Nilikunja kona na kutokea eneo ilipokuwa midoli ya kiume, nilijikuta nikisimama na macho kunitoka. Itaendelea.